Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Profesa Kitila Mkumbo, ambaye unamwakilisha makamo wa rais Mheshimiwa Philip Mpango, kwanza ni kushukuru sana kwa wepesi wako baada ya kutumwa na ukapokea na tukaletewa habari kwamba uko barabarani unakuja. Mwenyezi Mungu akuhifadhi na akutengenezee mambo yako, na Mwenyezi Mungu amuhifadhi amhifadhi vile vile makamu wetu wa, wa rais na amtengenezee mambo yake. Waheshimiwa meza kuu kwa ujumla, waheshimiwa mashekhe, maaskofu, mapadre, wageni waalikwa kina baba na kina mama, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Dini mbalimbali mbali. Leo tumekutana hapa watu wa dini mbalimbali mbali. Viongozi wa dini mbalimbali ni jambo tuliloliona tulifanye katika kipindi hiki cha karibu kabisa ya uchaguzi mkuu utakaofanywa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ni wajibu wetu sisi, mheshimiwa mgeni rasmi, kama viongozi wa dini. Na ndio nikachukua nafasi hii ya kuwaita wenzangu viongozi wa dini wote, na wao hawakusita, na kwa haraka sana waliitikia. Na ninakumbuka mmoja katika wao, askofu mmoja aliniambia, mbona mufti, nimesikia kuna jambo, alafu mpaka sasa hivi nazungumza sijaambiwa lolote. Nikaambiwa tayari hiyo ni taarifa lakini tayari kadi yako inakuja kuonesha viongozi wa dini walivyokuwa na hamasa na, na, na, na, na kutaka kuja kuzungumza na wanadini, lakini kuzungumza na Watanzania wote, hasa katika masuala haya yanayohusiana na, na masuala ya amani, na kwa sababu ni kazi yao ya siku zote, si jambo jipya, ni kazi yao ya siku zote ya kuzungumzia amani, uzalendo umoja na mshikamano wao ni kazi yao siku zote. Na ndio maana kuna kamati, kuna kila kitu, kuna jumuia ya maridhiano, kuna kila kitu. Hayo yote ni kuonyesha uchungu na uzalendo wa nchi yao. Ingelikuwa hawana uchungu na uzalendo na nchi yao, wala singelihangaika, ingekuwa kula mmoja katika sisi ingekuwa kwenye mambo yake tu sasa hivi. Lakini wote, mheshimiwa, wameacha shughuli zao na wakareserve wakati wao kwa ajili ya kuja kuzungumza na eh, Watanzania nikumbushe kidogo kwa nini wanafanya hivyo, au kwa nini tumefanya hivyo. Kwa sababu sisi ni viongozi wa dini, na kiongozi wa dini maana yake anamfuata au anawafuata mitume waliokuwa na kazi yao hii. Kazi inayofanywa na viongozi wa dini ni mirathi tu, wamerithi kutoka kwa mitume ndio kwa kazi ya mitume hiyo, ya kuwalingania watu katika mambo ya kheri na kuwakataza mambo ya mabaya, kwa maslaha ya akhira yao na maslaha ya dunia yao, ndio kazi ya mitume. Hakuna mitume tena wakati tulio nao, warithi wao ni viongozi hawa wa dini wanaonekana hapa, ndio warithi wao, na hawafanyi ila yale ambayo yalikuwa yanafanywa na mitume, na katika jumla ya mambo yalikuwa wanafanya mitume ni kuhakikisha watu wanakaa kwa wema, wanafanya ibada zao kwa maslaha ya akhira yao, lakini vile vile wanakaa kwa wema kwa maslaha ya ulimwengu wao katika nchi zao. Na kwa kuwa dini wanazozisimamia na kuzilingania haziwezi zikatekelezwa katika sayari nyingine yoyote ile isipokuwa sayari, sayari hii ya ardhi kila mmoja kwa nchi yake na mahala alipo. Sasa sisi kama viongozi wa dini katika nchi yetu ya Tanzania ambao ni warithi wa mitume, Mwenyezi Mungu awarehemu na apeleke amani kwao, tunalazimika kufanya kazi walioifanya mitume, kulinda amani, kujenga uzalendo, kuhakikisha umoja na mshikamano una kuwepo, kuheshimiana mtu na mtu, ndio mafunzo tuliyoyapata kuheshimiana, kuheshimu viongozi, ndio mafunzo tuliyoyapata. Wala haili, haliwi hili ni kujipendekeza. Ni kwa nini liwe ni kujipendekeza, na wakati hili ni jambo la wajibu wa kila kiongozi wa dini? Kila kiongozi wa dini ndio jambo lake hili ni wajibu wake kuangalia amani ipo. Kama hakufanya hivyo, kwani ile dini anayoilingania yeye ataweza kuifanya wapi? Ataweza kuifanya mahali ambapo hakuna amani? Mahali ambapo pana machafuko, hawezi kufanya. Kama hawezi kufanya, basi wajibu wake ni upi? Wajibu wake ni kuhakikisha kwamba amani inalindwa, na yeye anakuwa ndio mlinganiaji mkubwa wa amani, kwa sababu ndio anayekijua kitabu cha Mungu, ndio anayewajua mitume ndio mwenye kazi ya dawa, kazi ya kulingania mema na mabaya. Hii ndio kazi ya, ya, ya, ya, ya, ya viongozi wa dini. Lau wanatokea mtu wanataka kuuliza kwamba kwa nini viongozi wa dini wamekusanyika? Ah, ah, wamekusanyika si ndio kazi yao? Wamekusanyika ndio kazi yao. Wataonekana ni watu wa ajabu sana wao viongozi wa dini hao itakapokuwa hawaliangalii jambo, hawaangalii mazingira ya mambo yanavyokwenda alafu wakawaambia watu wao juu ya mambo yale yenye maslaha kufuatana yale mazingira yaliyopo. Nitakupeni mfano mmoja, na mashekhe mtarejea, wale wenye kuelewa na wale wasioelewa wataelewa. Leo kuna kitabu kinaitwa Arrisalatu Ljamia au Atadhkiratu Lnafia, kinasomeshwa sana kitabu hiki, karibu kiko katika silabasi ya kila shekhe au ya kila chuo Kitabu hiki asili yake kina sababu nuzul, kama aya vile ya uhadithi. Kitabu hiki ilionekana ulimwengu umeharibika, maadili yamechafuka, amani hakuna tena, vijana hawaheshimu watu wazima, watu hawamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wafanya wafanyabiashara wanafifiza vipimo, wanapunja dhulma imekuwa kubwa, kila jambo limeharibika. Wakakusanyika wana wazuoni, wakakaa kwamba hatuwezi kuachia ulimwengu, hatuwezi kuachia nchi yetu iharibike, vijana wao katika hali ya namna hii, lazima tuwalinganie. Lakini tuwalinganie kupitia njia gani? Kwa wakati ule, wakaona lazima kitungwe kitabu, akatafuta mwanachuni mmoja Alhabibu Zain atunge kitabu Kena, akatunga kitabu chenye kuzungumza chenye kugusagusa ma, masuala mbalimbali juu ya mambo ambayo yanampa mtu kuelewa na kutunza amani, kutunza uadilifu, kutunza tabia. Akatunga kitabu hicho Arrisalatul Jamia au Atadhkiratu Nafia, kisha kikaamrishwa mashekhe wote wakifundishe, ndio kikafundishwa kitabu hicho ambacho kipo mikononi mwetu mpaka leo hii. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba kumbe watu wa dini kazi yao ni kuangalia, ni mahali gani pametengenea, ni, pame ni mahali gani pameharibika. Ikiwa e pameharibika, wajibu wao kama viongozi wa dini watengeneze, sio wakae mpaka wajiambiwe na watu wengine tengenezeni, au waambiwe na mamlaka tengenezeni. Hapana, haya ni wajibu wao, ndilo lililotupelekea tu, leo kukusanya viongozi wote wa dini, tukawa tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuwazungumza watu mambo ambayo yana maslaha na masla wao. Hapa mmeona wamekuja mashehe mbalimbali wamekuja e, maaskofu mbalimbali kuzungumzia amani na umuhimu wake, kuzungumzia uzalendo, kuzungumzia umoja na, na mshikamano, kuzungumza mambo mbalimbali, mada mbalimbali mmezisikia. Ile yote ni kuona kwamba sisi ndio wajibu wetu kama viongozi wa dini, lazima tufanye mambo ya namna hiyo, sio kuachia tu jambo linapita au kuogopa kwamba tukifanya hivi tutambiwa hivi, sio kazi. Kazi yetu kazi yetu kuambiwa siku zote na siku zote, sisi hatuwezi kuogopa, kwa sababu wakati wote tu mtu atasema, hakuna kiongozi hata mmoja aliyekuwa mzuri, hata hiyo mitume huko nyuma imepata taabu vile vile. Mtume wanasemaje, yule mtu aramahu bil hijara hata khudhibat bidimai nala tume, tumepigwa mawe mpaka viatu vyake na nguo zake zikaroa damu chepe chepe. Sasa nani mtu anaweza akafikia nafasi mpaka kumpiga mawe mtume wa Mungu, Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam? Ni mambo mangapi makubwa mazito yaliyomkuta! Kwa hiyo sisi tumefanya haya kuitana, uh, viongozi wa dini pamoja kuangalia mustakbal wa nchi yetu ya Tanzania na kuwaelekeza watu lipi lenye maslaha katika kutunza amani yetu, kujenga uzalendo mambo ambayo ni lazima mtu awe nayo. Ukiwa na uzalendo utatunza amani, na kutunza amani ndio dini. Utafanya utaswali, utafanya ibada, utamwomba Mungu, yawezekana kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu amani ipo. Lakini kama amani hakuna, hilo la kuswali, la kusali, la kufanya ibada za aina yoyote hakuna, huwezi kulifanya, kwa sababu amani hakuna na uzalendo wewe huna, na ndio maana unafikia katika kitu cha namna hiyo. mitume Alehi, alehi salatu wa wassalam, yote kazi yao kubwa ilikuwa kulingania amani, kazi yao kubwa ilikuwa kulingania uzalendo, ilikuwa ndio ugomvi wao mkubwa, wakizungumzia sana uzalendo, wakizungumzia sana mambo ya amani na utulivu na kuikusanya jamii mahali pamoja. Na sisi tunatakiwa tukiliona jambo baya tulisemee, tukiona watu kuna haja ya, ku, ya kuelekezwa kwenye mambo mema tuwaambie, ndio ile, ile hadithi ambapo mashekhe, mnajua, ana mwenye kuona katika nyinyi jambo jema, eh, jambo baya na aligeuze, manraa minkum munkara faliughayirhu biyadi, yoyote anayeona jambo baya ambalo ah, halina maslaha, si kwa dunia yake wala kwa akhira yake, haraka sana kazi inatakiwa kufanya ni kuligeuza jambo lile kwa nguvu zake au kwa maneno yake au kama yote mawili hawezi, basi achukie sana kwamba jambo hili halifai. Hii ndio mwongozo wa kidini, na hii ndio mafunzo na maelekezo ambayo anatakiwa watu wa dini wafanye. Mheshimiwa, nimelieleza hili kwa sababu unaweza ukapata wasiwasi, wametiana kwa sababu Wame gani hapa, mbona wa? wamejezana na maskofu hapa chungu mzima na nini na mashehe na hivi ah, ah, kuna nini? Sisi ni watu wa kuangalia maslaha Tukiona jambo hili linatakiwa kusemewa na wakati unafaa basi tunasema hili, linatakiwa kukatazwa na wakati unafaa tunasema. Na ndio maana maaskofu hawa waliosimama kwa ajili ya mada wamezungumza vizuri sana, nadhani kila mmoja ameelewa, na wananchi na Watanzania wote watakuwa wamepata faida. Mimi nimalizie kwa kusema tuweke suala la amani mbele katika nchi yetu kwa mifano iliyokuwa wazi, wala haina haja ya kuelezwa mtu kwa undani. Kwa mfano iliyokuwa wazi tu, ukigeuza uso kulia ukatazama nchi za karibuni au tunazojiraniana nazo, ukatazama hata katika vyombo vya habari vyombo vya kijamii, wewe utaona tu na, hakuna haja hata kutazama; ni wewe tu, akili inafanya kazi kwamba jambo baya halifai kukubaliwa na kukumbatiwa katika nchi, halikubaliwi wala kukumbatiwa katika nchi, na maslaha ya watu wengi ndio yenye kutangulizwa. Uharibifu wa nchi hautakiwi. Yule mtu mmoja alikuwa naitwa Karun, alikuwa katika zama za Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, alikuwa na mali nyingi na alikuwa na kila kitu yeye, lakini alikuwa na kiburi na kuleta ufisadi na uharibifu na fujo, kuvunja amani. Hata watu wake waliomzunguka wakamkataza mambo mengi sana, mpaka akamwambia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, tenda wema wewe. Watu wake wanamwambia tenda wema kama ambavyo Mungu amekutendea wema wewe. Wewe Mungu amekutendea wema, akakupa mali akakupa hiki akakupa hiki, lakini bado unaleta uharibifu katika nchi. Tenda wema kama Mungu alivyokutendea wema Wala tabghi lfasada fi lardi, wala usitafte ufisadi usitafute uharibifu kuichafua nchi. Inna Allaha la yuhibbu lmufsidin, Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye kufanya uharibifu. Anaambiwa na watu wake kwamba aache mambo ya ovyo ovyo. Karun huyo alipokuwa ameendelea, mwisho alikuja kaangamizwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana wivu. Mtume anasema ana aghyaru minkum Allahu aghyaru minni, mimi nina wivu zaidi kuliko nyinyi. Hakuna mwenye wivu katika nyinyi kuliko mimi, lakini Mungu ana wivu zaidi. Yani wivu wa Mungu hataki kuona mtu katika viumbe vyake, huyu anadhulumiwa, huyu anafanyiwa hivi, hataki kuona hivyo, watu wanaharibu amani, watu wanaharibu nchi. Kuna ibada moja ambayo ni nguzo ya tano katika Uislamu inaitwa Hija. Mheshimiwa Maskofu, Mheshimiwa Mgeni Rasmi, mnaisikia sana ukifika, watu wa Hija watu wanakuwa wanaangaika, hata sikuwa na pesa, kazi kutafuta namna gani anaweza akaenda Hija, ni mpaka mtu aweze kufikia uwezo wa kuweza kwenda Hija. Lakini hata akifikia uwezo wa kwenda Hija, ana uwezo wa kupata nauli ya kwenda na kurudi, ana uwezo wa kuachia watoto wake, ana uwezo wa kuwa na masrufu au matumizi kule, akienda Hija, lakini kule anakokwenda kukawa hakuna amani, anaambiwa asende uwezo hauko tena, au katikati hapa hapawezi kumfikisha akafika Maka, hakuna amani katikati, anaambiwa huyo hana uwezo wa kwenda hija, ingawa ana uwezo wa nauli, ana uwezo wa chakula, ana uwezo kila kitu. Amani inatangulia kwanza, hilo likamatwe hilo. Lakini jingine kule kule Maka, kwa wale ambao wamekwenda, wanaambiwa katika jumla ya mambo ambayo anatakiwa mwenye kuhiji ayafanye ni kutokuharibu nchi kung'oa miti ovyo, kukata miti ovyo, kuua vichinjwa ovyo, viwinjwa ovyo, kauaua vinyama ovyo ovyo na nini. Hatakiwi mwenye kuhiji awe katika hali ya namna ile ile. Yote ni katika kulinda masuala ya amani.